Kutoka uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, 90 dakika kwa kipenga cha mwamuzi, imetamatika kwa Simba sports kuondoka na alama tatu bao moja dhidi ya JKT ambao walikuwa ni wenyeji wa mchezo. Heavyweight Dulla, umeutazama mchezo kwa tafsiri ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, yeah, na hata za kipindi cha pili kwa namna ambavyo Simba ilikuwa ikikabiliana na mpinzani wake eh, 45 za kipindi cha kwanza tumeona mchezo ambao ulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu lakini licha ya hivyo, umeipa nafasi Simba Sports kupata uh, bao moja. Tuanzie hapo. Nini ambacho kimekuwa uh, sehemu ya mabadiliko katika kikosi cha Simba Sports, lakini mpango wa mwalimu wa JKT umeweza kuwadhibiti vipi Simba Sports kutopata idadi kubwa mabao? Of course kwanza kwa upande wa Simba Sports Club ni, ni mwendelezo tu wa kucheza katika kiwango ambacho nafikiri watu wengi hawajategemea. Ni kama toka wamefika fainali ya shirikisho imekuwa kama yani, timu kama ina- si unanielewa, ni timu kama vile haipo yani, kama inasukumwa yani, yeah. Unajua afu pia kumekuwa kunafanyika rotation za hapa na pale, unaona mechi iliyopita akatambulishwa awesu awesu, mechi hii, unaona akatambulishwa ya Joshua Mutale, sina nielewa, eh, kuna mtu kama Valentino Noma ameendelea kucheza pale uh, ambae, kwa, na nini Steve Dese Mkwala ambaye kwa namna fulani anaonekana kwa siku za karibuni kama akashaanza kuaminiwa zaidi kuliko Ateba , lakini ndio hivyo, yani kuna mabadiliko ya hapa na pale eh, yameendelea kufanyika pale Debra Fernandez pamoja na, uh, pamoja na huyu nani Fabrice Ngoma leo ndo wamecheza kwenye eneo la katikati Mnabia, na mabadiliko ya, ya mchezo ambao Simba waki, waki kwa hiyo, mbaya, sababu, kwa sasa hivi Simba haipo kwenye nafasi tena ya kucheza tu mpira kama, hmm, kama kama kama sijui ni kwambie, yani kucheza tu mpira sasa hivi Simba eh, haipo, haipo kwenye kwenye ile muda wa kurelax yani ule muda wa kusema kwamba hapa sasa hata tukicheza vizuri, yaani ipo kwenye pressure, yani wakipoteza mechi moja au wakitoa sare mechi moja hmm, tafsiri ya haraka haraka ni kwamba wamempa nafasi nzuri sana ya Yanga kutetea ubingwa. Kwa hiyo manake hapa sasa hivi kinapigwa watu washinde, kwa hiyo E, sio mbaya, lakini kwa upande wa JKT Tanzania, amna ni amna ambacho kimebadilika kwa sababu mimi mm. e, kwenye kipindi cha asubuhi cha leo tena pale Klausi, nilitabiri kwamba mchezo utaamuliwa na, na goli moja tu mm. Nilitabiri ya mchezo utaamuliwa na goli moja na Simba ndo atapata hilo goli kwa sababu niliamini safu ya ushambuliaji na. ya ushambuliaji JKT mm. haina uwezo, yani haijafunga mabao unajua, msimu huu kwanza wameanza mechi tatu basi ipo kufunga goli mm. Umeelewa? Yani inakuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya hii club. Nafikiri Jemedari Saidi analijua hilo kwamba timu yake imeanza mechi tatu pasipo kufunga goli. Mechi za hivi karibuni ndio wameonekana kujitutumua tutumua na kuweza kupata magoli. Magoli. Wamepata magoli sita katika mechi tatu za mwisho walizocheza. Sare ya mbili mbili, mbili mbili, wakaja wakafungwa tatu mbili na Tanzania Prisons, si ndio? Kwa hiyo ni timu ambayo safi yake ya ushambuliaji si nzuri. Lakini by the way, wamekuwa wakifanya makosa. Mfano kama bao la leo unaona Eh, wakati attempt ya ile huyu Steve Desem kwala ana attempt ile cross kwenda kwa uh, Fabrice Ngoma ambaye aliutapi ni mpira tu kwenye close range. Unagundua ni vitu ambavyo kwenye michezo yao wamekuwa wakivi wakivirudia rudia. Kwa mfano katika sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Ken Gold pale pale Isamuyo imeshe kuto, imeshe kutokea scenario kama hii ambapo waji Uganda waliweza ku progress mpira eh, kaingia nao kwenye kalazimisha kuingia nao kwenye, kwenye maeneo half space unaona, kuna wachezaji wengi sana wa JKT wamekuwa attracted na Haji Uganda na mtazama, kwa sababu yeye he ndo ana mpira. Yaani wote wamem wamemtazama yeye. Kwa hiyo yeye alichokifanya, akaupiga ule mpira kwa Peter Kayanda ambaye akaupiga na kisigino kwa Celebwenzi ambaye alikuwa unmarked. Mm. Sio, unanielewa kwenye close range kama ilivyo leo. Kwa hiyo jemedari, Saidi timu yako imekuwa ikirudia makosa. Lakini ka review mchezo ambao walicheza dhidi ya Azam FC mwezi Desemba wakala chuma tatu. Si unanielewa. Eh, kuna kuna pasi ambayo ilipigwa kutoka kwenye maeneo ya half space na Jibril Sila, ilikuwa inalenga kumpata Nasoro Saadun, lakini kwa sababu Nasoro alikuwa kaache, ilikuwa ameona kama yupo kwenye offside position, akaiacha kwa eh, kwa akaiacha, manake Faisal akai akaiokota. Na wale kwa sababu wanakuwa wanakabia umbali mkubwa sana, yani kwenye high defensive line. Kama unavyoona yani space kubwa sana nyuma ya safu yao ya ulinzi. Faisal Toto akauchukua, akaingia nao, akamtoka David Bryson akapiga Uh, cutback pass kika kamkuta Idinado ambaye naye alikuwa unmarked mm, haja haja hajamakiwa haja na mtu yoyote akaupeleka mpira yeah, nyavuni, lakini kosa lilianzia kwenye ku clear mipira ya kona, jambo ambalo pia wamekuwa wakirudia. Jemedari Saidi, timu timu yako hiyo dhidi mm, uh, ya Coastal Union pale pale Isamuo, umeelewa mm? wanashinda mabao mawili kwa moja eh, lile bao moja la Coastal Union lilitokana na mpira wakona kona uliopigwa baadaye, huyu Bryson Rafael akauklia ukamkuta Harub Muhammad, Harub Muhammad akaurudisha ndani uh, Edson Katanga akajiweka sio, naelewa, kwa hivyo sio, unaelewa picha wa picha nao kuambia kwamba makosa haya yanaji yanajirudia yani, wanakuwa attracted na yani, sehemu ambako kuna mpira wachezaji wa, wa JKT wanajikusanya pale, alafu wanaweza wakaacha wachezaji wawili mpa, uh, wote uh, hawajamakiwa yani, hawana mtu anayewa, anayemkaba tena ndani ya box kwao unakuta wanafunga magoli Kwa hiyo wanashindwa pia kudili na hizi cross, kwa mfano hata mchezo dhidi ya JKT Tanzania, nafikiri uh, dhidi ya Singida Black Stars mm -hmm. Walishindwa kudili na cross, si unanielewa? Ni, ni timu ambayo ina hiyo udhaifu. Kwa hiyo kwa Simba no. Unavyokuwa na udhaifu kama huu automatically uta, eh, watakuadhibu. mm -hmm. yeah. Joshua Mutale budo mm -hmm. Uh, kwenye mchezo huu pia ni miongoni mwa wale wachezaji ambao wameendelea kutambulishwa katika kikosi cha kwanza mm -hmm. licha kuwa Christentos, uh, Christentos Maguli alizungumza kuhusiana na wale wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora lakini kufika Simba Sports kama mambo yamebadilika kidogo, unamtazamaje dakika zake 45 za kipindi cha kwanza? ameonekana maeneo kadhaa ya uwanja mm -hmm. lakini mabadiliko yake kidogo katika kipindi cha 45 za kipindi cha pili mm -hmm. kama kuna hali ya uh, kudelay ilikuwepo Unajua Joshua Mutale kwanza sio mchezaji mbaya, kila siku nasema, lakini labda niweke clear tu kitu kimoja. Joshua Mutale kwa kiwango chake eh, na kwa status na ukubwa na uzito wa klabu ya Simba, nafikiri Simba Sports Club kwanza, naamini watamuacha baada ya kumalizika kwa msimu. Mimi binafsi naamini watamuacha, lakini hata kama kuna viongozi ambao, unajua kwenye usajili kuna mgawanyiko. Lakini hata kama kuna viongozi ambao wanaamini Joshua Mutale anastahili kupewa nafasi mm -hmm. mimi kwa upande wangu nafikiri eh, watakuwa hawako, hawako correct, sio unanielewa? Ya, na ni muda sasa wa Simba kutafuta wachezaji viungo, washambuliaji mm -hmm. mm -hmm. uh, barani Afrika wapo wengi wazuri ambao wana uwezo mzuri waku, waku, wa kutawala eneo la kati. Unajua Joshua Mutale, mimi namuona zaidi kama kiungo mshambuliaji wa kati, huku kwenye mawingers wingers, unajua wingers wanatakuwa wawe na vitu vingi skill set kubwa ambayo inawafanya kwanza wawe na kasi sana, ambao inaweza kumfanya kimbie sehemu ya pembeni mwa uwanja kwa spidi kubwa, anapofanikiwa kumtoka defender na vitu kama hivyo, pasipo kufikika kirahisi kama unavyoona wakina Elm Panzo. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kucheza maeneo ya pembeni, lakini kama unapenda kupiga zile short pass, kubadilishana 1 2 1 2, nafikiri eneo zuri zaidi ni la eneo la katikati. Sasa kwa Afrika hii wachezaji wakubwa, uh, wana wana uwezo wa kucheza kwenye eneo la kati wapo. Sio mimi, kwa mfano kama kuna mwamba anaitwa Lasin Kauma mm. E, ilo jina lake kidogo sitaki kulirudia lakini huyu jamaa anacheza katika kikosi cha Stade Malie mm. Ni bunge moja la fundi. Kwa watu wanaofatilia michuano inaoendelea hii ya ya kombe la shirikisho by the way, watakuwa washawahi kumuona, e, lakini vile vile anafanya vizuri hata kwenye kwenye ligi. Huko kuna mtu kama Ibrahim Turay anacheza katika kikosi cha Bo Rangers ya Sierra Leone. Wapo wachezaji wa design hiyo wanaweza wakaenda nao na Kusa, kuwasajili kama mbadala wa Joshua mutal sigrt, kwamba wanaweza wakawa na kiwango kizuri kama Joshua mua, lakini tayari prove kitu na wanatakiwa waaminike kucheza kwenye timu kubwa kama, kama mbwao. Kwa upande wangu mimi, Heavyweight, nimeangalia viungo wengi barani Afrika, wengi sana, kwa level ambayo Simba inatakiwa kuwa na safu nzuri sana ya you, Naendelea ku... anapenda sana kutoa insights kadri ya muda unavyozidi kwenda kwa sababu tuna approach kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho no. RS Berkane mm, ni timu ambayo ina safu bora zaidi ya kiungo kwenye ligi ya Botola, ligi ya Morocco, safu bora zaidi ya kiungo ikiungwa na Lamin Kamara, kuna mamba anaitwa Yasin Labiri pamoja na Ayub Khairi. Hii midfield trio. Hii midfield trio. Hii midfield trio ni midfield trio hatari zaidi kwenye, kwenye ligi ya Morocco kuliko midfield trio yoyote kwenye vikosi vyote vya ligi ya Moroko. Hiyo yote si unanielewa Bwana Jafe. Sasa unavyoenda kucheza na timu ambayo ina, ina e, safu nzuri zaidi ya kiungo. Tafsiri haraka haraka ni kwamba na viungo wako wanatakiwa wawe bora zaidi ili kuendana na kasi ambayo watakutana nayo kwenye eneo la la kiungo. Kama wewe Yasin Labiri, mimi siongei sana. Huyo Yasin Labiri. Eh, nafikiri watu watakuja kumuona. Unajua mimi mara nyingi huwa nikitaja wachezaji watu wanakuwa wanaona kwa mfano kama Abdulrahim Beknoum nilimtaja sana akaja akafunga, si ndio? Kwa hiyo na huyo Yassine Labiri, sio kwamba ni kwa sababu anafunga, no, ni kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye ndo ana operate, anaangalia an, yani yeye ndo anaamua timu yake icheze yeah, vipi especially kwenye eneo la katikati, vision yake ya kuona space nyuma safi ya ulinzi, jinsi anavyoweza kupiga breakline passes, jinsi anavyoweza kutawala eneo la, la, la katikati, pamoja na mwamba anaitwa uh, Lamin Kamara, Mamadu Lamin Kamara kutoka Senegali, mchezaji bora kwenye kikosi walionaye kwa sasa. Ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kudetect mchezo, ana uwezo wa kukaba, ana work rate nzuri. Sasa Simba Sports Club, kama unataka kuchuana na eh, virabu kama hivi mara kwa mara, maana sio ionekane fluku tu, mara kwa mara unavokutana nao na virabu kama hivi, unatakuwa uwe na safu nzuri zaidi ya ya kiungo. Kwa hiyo kwa level ya Joshua Mutale, ukienda kucompete na level ya watu kama hao tafsiri ya haraka haraka ni kwamba hmm, unatakiwa uboreshe palipo, kwa sababu ushafika wanne Afrika, utakiwa kuendelea kuwa na wachezaji wa grade C wa, wa, wa sekafa. Of course yule yule ni wakosafa, utakiwa kuwa na mchezaji kutoka kosafa anatakiwa awe ni version ya grade A, sio sio B wala kushuka si. Langu la mwisho mimi nitamaliza na mwamuzi hmm, eh, Jafet Smart amezungumzwa Kefa Kayombo, lakini maamuzi aliyofanya eh, kadi aliyoipeleka kwa meneja kwa faulo ambayo alidhani eh, ametendewa madhambi eh, Debora Fernandez, lakini mm, ukirejelea picha za marejeleo mm, unaona kwamba sivyo alivyotafsiri. Mm, ni pressure ya mchezo. Uh, ndo mwendelezo wa Simba kutafuta matokeo katika njia yoyote kuhakikisha kwamba hivi uh, viporo havichachi. Kwa namna ambavyo unatazama maamuzi ya waamuzi jinsi yanavyokwenda, unajua lazima nitoe elimu kwenye mambo kama haya mm. swala la mwamuzi mara mm. nyingi kwenye ishu ya mwamuzi mm. akikosea, no, mara chache sana klabu ndo inahusika. Mara mm. nyingi sana badeni inamshukia yeye mwenyewe mwamuzi mm. pamoja na mwamuzi kwamba of course amechezesha ame, ame kwa kwa sio mbaya sana mm. ila tu ni kwamba mara nyingi sana iko hivi, hizi timu kubwa yeah. baada ya kumalizika kwa mchezo mm. kinachoangaliwa ni wapi mwamuzi alikosea mm. sio wapi alipatia, wapi alikosea. Sasa nataka ni vishauri vilabu vi, vi, vi vingine especially mid table, mm. mid table teams timu hizi za, za katikati ambazo zenye malengo yake ni kubaki kwenye ligi tu, wazinaga mambo ya ubingwa wala sijui kwenda shirikisho wala klabu bingwa, yani wao ni kukaa kwenye ligi basi, ni washauri kitu kimoja, mnapokwenda kucheza na timu kubwa Emu, msisikilize kitu gani kilitokea kwenye mechi zilizopita, msisikilize watu wa mitandaoni wanasema nini kuhusu waamuzi wa wakicheza na mechi fulani, sijui timu fulani ikicheza wa na waamuzi hawa vine... wasisikilize kwa sababu haya ndio wanawafanya wao. Kwa mfano, kuna kuna momenti moja yule Mudibeka mm. eh, Muhammad Bakari alimsukuma golikipa pinpini kama kama msukuma mm. pini, pini, pini na mbele kuna bango. Ina maana alikuwa na riski pale. Angeweza ange, kum... kwa mfano yule pinpini Kamara angekosa balance, pengine angeweza kuumia. Anapewa yellow card, ana complain, anaona kama ameonewa. Sio nani leo? Kwa tafsiri haraka haraka ule mchezaji inawezekana alikuwa akashamezeshwa, kwamba huyu mwamuzi anaibeba Simba, anafanya hivi, anafanya hivi. Kwa hiyo naye ana- analichukua kama lilivyo, afu ehe, analichukua kama lilivyo, basi anaenda nalo kwenye mechi okay. umeelewa mm. Sasa haya mambo no. Mimi naendelea kuwaambia timu hizi zingine kwenye ligi zifocus kucheza, kwa sababu of course ukitaka kupata favoritism pambana hapo ulipo, usikae JKT, usikae Namungo, usikae Dodoma, usikae Coastal Union, usikae Singida, usikae wapi. Ukitaka kupata feva ya timu kubwa kwenye ratiba, kwenye sijui waamuzi, kwenye nini, pambana ulipo, nenda onyesha kiwango chako, usajiliwe timu kubwa, kuanzia maslahi, kila kitu utapata. Mimi nawapa ushauri tu vijana wenzangu wanaocheza ligi, kama ambavyo kazi yoyote unavyoona wewe kampuni, kampuni ndogo uwezi ukaifananisha na kampuni kubwa, hata kama ikikukosea wewe, ina uwezo wa yani kukukandamiza vile vile na usifanye chochote. Ukienda mahakamani, wataajiri mawakili wenye uwezo kwa sababu wana uwezo wa fedha. Kesi ikienda muda mrefu, wewe uwezo wa kuwalipa mawakili huna, utafilisika, utarudi kule kule. Kwa hiyo ndo unawaambia hawa wachezaji wa timu ndogo, especially ndugu zangu wa Tanzania waache kucheza na mechi za mitandaoni. Oh, jaribu, ya, mimi naumia. Nawaambia kitu kimoja, jaribu kucheza mechi sawa, kucheza mechi kwa kuonyesha uwezo wako kuisaidia timu, si umenielewa? Kwa sababu hiyo timu hata kama uki, uki, ukisema ubaki hapo milele, huna chochote utakachoachieve. Unaweza ukacheza hata miaka kumi usichukue kombe lolote iwe iwe FA iwe ligi iwe sijui kombe lolote na Muungano usichukue, na hizi timu kubwa zikaendelea kuchukua kila msimu, kila msimu kila msimu kila msimu sio, unanielewa? Kwa hivyo hawa wachezaji wengine wapambane, sio kitu kidogo unajitoa mchezoni unaanza kumtukana referee. Safari yako bado ndogo, unatakiwa utoke hapo ulipo uende timu kubwa. Kuna wachezaji wengine washajikatia tamaa hmm. unakuta sasa, kwa mfano kama kuna incidents ilitokea pale E, mmoja wa, wa, watu wa kwenye benchi la ufundi la wa JKT. Sijui alikuwa akatoa maneno au kafanyaje, umenielewa? Jambo ambalo lilimkwaza yule Jafet Smart akaenda kumpa kadi nyekundu nye na nilivyoangalia lile tukio. Sasa ni kwa sababu na gani kwa e, JKT badala ya kwenda Simba Sports. Unajua hata ukiingia Instagram. Ukisoma soma comment utaona watu wanaandika kwa huyu mwamuzi alivyofanya huyu mm. siku akichezesha mechi mechi fulani huyu mimi nikiwepo, sio nitafanya wewe. Maana yake hata kuna wachezaji wana akili hiyo, au na watu wa kwenye benchi la ufundi la timu fulani, unaweza kukuta nao wana akili hiyo hiyo mm. kwamba huyu akifanya hivi na hivi, kwa hiyo ikitokea kosa dogo anaanza kureact, anataka ku anakasirika mm. anaanza kusijui nini na ongea bane meneno anaongea maneno ya ovyo anafanyaje na nini, sasa ndo tunarudi kule kule mm. mwamuzi ndiyo maana haruhusiwi hata kuhojiwa na vyombo vya habari. Wewe waweza kwa mmoja, mwamuzi mwamuzi anakuwa protected dunia nzima mm. na hata kama akikuonea, kuna namna yake ya kucomplain, unaweza ukacomplain na bado ukaendelea ku kuonea ku ku ku wewe, ndio ukapata rungu <laughs> timu zote of course, timu zote hata hata hata hata Madrid wameshawahi kulalamika sana kuhusu waamuzi kwenye Madrid mm, TV umeelewa mm lakini mwisho wa siku ilikuwaje? Yule muamuzi ambao alimkataa asichezeshe fainali ya Copa del Rey ndo akapangwa, umenielewa? Na wakafungwa kwa mabao matatu kwa mawili na incidents kibao zimetokea pale. Anaitwa Heavyweight Dulla, naomba tuwekee nukta hapo, tutafungua kurasa yatakapojili mengine ambayo tutapaswa kukuhabarisha. Asalamu alaykum. <coughs>